nikieleza jambo hili la watu kufaulu ambao ni takwa. Kwa hiyo hatuna budi sisi kumwogopa na kumti Allah subhanahu wa taala katika yale ambayo ametukataza, kwa maana takwa asituone Allah subhanahu wa taala katika yale ambayo ametukataza, na vilevile vile atuone Allah subhanahu wa taala katika yale ambayo ametuamrisha kuyatekeleza. Hiyo ndiyo takwa ambayo aonekane muislamu akijikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kwa muda huu mchache tutazungumza kunako jambo la tawadhu, jambo la tawadhu, unyenyekevu. Mtu kuwa na tawadhu katika hii dunia na ni sababu ya kuweza kupata iza, bali sababu ya kuweza kunyanyuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala na hizi ni tabia ambayo ni tabia adhimu tena katika tabia nzuri ambazo anatakiwa ajipambe nazo kila muislamu, tabia ya tawadhi. Kwa tabia hii ni tabia ambayo ina faida kwa muislamu, atakapojipamba na tabia hii inakuwa ni sababu ya yeye kuweza kunyanyuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni sababu ya kuweza kuingia katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu tawadhi kinyume chake ni kibri. Kwa hiyo haitakikani kwa muislam akakosa tabia hii ambayo walikuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam, akakosa tabia hii ambayo walikuwa nao masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Jambo la tawadhii amelizungumza Allah subhanahu wa ta'ala, bali akalizungumza mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika hayo ambayo

hatozidisha kwa mja kwa kule kusamehe kwake isipokuwa ni izza. Wama tawaadhiu ahadu lillah illa rafaahu Allah, na hatonyenyekea yeyote akanyenyekea kwa ajili ya Allah subhanahu wataala, illa rafaahu isipokuwa Allah subhanahu wataala atamnyanyua mja huyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza katika hadithi hii ambayo imetaja mambo matatu jambo la kwamba sadaka haipunguzi mali, na vilevile hatoweza kusamehe mtu isipokuwa Allah subhanahu wa taala kwa kule kusamehe kwake, Allah tampa izza. Lakini katika jambo ambalo tulikusudia katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni haya ambayo ameeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama tawadhau ahadu lillah, hatonyenyekea mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wataala akanyenyekea kwa kutaka wajihu Llah subhanahu wataala illa rafaahu llah, isipokuwa Allah subhanahu wataala atamnyanyua mja huyo kwa yeye kuweza kuwa na tawadhu wao. Jambo hili kama ilivyotaja kwamba ni sifa ya wale ambao wenye kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa taala, hawafanyi kibri kwa sababu ya vio vyao, hawafanyi kibri biamwalihim, wala bi ajahi, wala hawafanyi kibri kwa sababu ya nafasi zao wala kwa sababu ya mali ambazo allah subhanahu wa taala amewapa wala kwa vile ambavyo allah amevijalia amewajalia wa nafasi zao katika jamii bali wakanyenyekea lilla kwa ajili ya allah subhanahu wataala hawa ndio ambao mtume sala llahu alaihi wa sallam amewazungumza kwamba hata nyenyekea mtu kwa ajili ya allah subhanahu wa taala basi isipokuwa mtu huyo allah anampa anamnyanyua kwa hiyo hakuna jambo muhimu kama hili wala hakuna sifa ambayo bora kama sifa hii kwa muumini, ambaye atakiwa kujipamba na sifa hii. Atawadhi, atajiona kwamba yeye si chochote, yeye si lolote kwa watu, bali ataona kana kwamba yeye ni mwanadamu kama wanadamu wengine. Kile ambacho Allah subhanahu wa taala amempa katika katika mali ni kipawa ambacho kapewa na Allah subhanahu wa taala. Kama ni cheo basi ajue kwamba Allah akampa cheo

Kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa kwamba wafunike kwa maana wale ambao watamfuata yeye katika waumini. Maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa kwamba wahurumie na vile vile aweze kuwasikiliza na aweze kuelekeza katika yale ambayo atakikata, liman tabaaka min almu'minin, kwa yule ambaye atakufuata katika waumini. Kwa jambo la tawadhu ni katika sifa ambazo yatakikana kila muislamu kuweza kujipamba kwa sifa hii. Ni sifa ambayo ni adhimu na ni sifa ambayo ni sifa nzuri ambayo anatakuwa nayo mumin, awe mnyenyekevu kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Hatohisi kwamba yeye ni bora kuliko wengine, wala hatoona kwamba yeye ni bora kuliko fulani, wala kuliko kina fulani kwa sababu ya kile ambacho amempa Allah subhanahu wa taala. Na kaliposema kwamba kinyume chake, atakayekosa sifa hii atakuwa na kibri atakuwa na dharau, atakuwa hawaoni wenzake kwa jicho zuri, hatawatazama kwa kheri, kwa sababu hana tawadhi. Kwa hiyo ili mtu aweze kuwatizama wenzake na aweze kuwadhania vizuri na kuwaona kana kwamba wako sawa na yeye, ni pale yeye kuwa na tawadhi, bila kuangalia alichopewa na Allah subhanahu wa taala katika mali, bila kuangalia alichopewa na Allah subhanahu wa taala katika nafasi yote. Kwa hiyo hatonyenyekea yeyote kwa ajili ya Allah subhanahu wataala, illa rafaahu llah isipokuwa Allah subhanahu wataala atamnyanyua mja huyo. Ayuhannasu ibadallah, jambo la tawadhi ni mtu kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa taala, ni mtu kuwa mnyonge na dhalili mbele ya Allah subhanahu wa taala, wala hawezi akawatizama wenzake kwa jicho la kuwa yeye yuko juu kuliko wengine. Hii ni sifa ambayo yatakikana kwa kila mumin kuweza kujipamba kwa sifa hii. Bali sifa hii ilikuwa ni katika sifa nzuri za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sifa ya tawadhi ilikuwa ni sifa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika tabia yake nzuri ya tawadhi, alipewa khiari na Allah subhanahu wa taala kuchagua mambo mawili. Mtume sallallahu alayhi wasallam achague kwamba yeye ni rasulan abdin au achague kwamba yeye ni nabia na mfalume lakini angalia mtume sallallahu alaihi wasalam fakhtara nubuwa. Angalia mtume sallallahu alaihi wasalam alipewa khiari kwamba achague mawili, achague imma yeye awe ni mtume na vilevile vile kwamba ni mja wa Allah au awe ni nabii kisha awe ni mfalume. Mtume sallallahu alaihi wasalam akachagua wa sifa ya unabii ambayo kakusanya kwayo sifa ya utume na mja Ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuona kwamba yeye kwa awe ni mfalme, hakuona kwamba yeye awe ni mtawala, awe nabii mwenye kuwaita watu na kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akajiepusha na hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali katika mengi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sifa yake ya tawadhi, hajapewa kati ya mambo mawili isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anachagua katika yale mawili, aisara huma, kile ambacho ni chepesi hakitokuwa na uzito katika umma wake. Hivyo ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ayuhannasu ibadallah, sifa ya tawadhi ni sifa muhimu, lakini sifa hii imekosekana kwa watu wengi. Watu wakawa na kibri, wakawa na dharau, wakawa hawatizami wenzao kwa jicho zuri kwa sifa hii ambayo wengi wakawatizama wenzao kwa sababu ya vile ambavyo Allah akawapa na wao wakanyimwa, wakawaona kwamba si chochote wala si lolote, au wakawatizama kwa sababu wao ni wazao wa sehemu, wakawadharaa wengine kwa sababu si wazao wa sehemu hizo. Hizi sifa hazikuwa ni sifa ya wacha Mungu, wala hazikuwa ni sifa ya wale ambao wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sifa hii ambayo ni katika sifa nyingi alizokuwa nazo, moja katika hizo ni sifa hii, Allah akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam wa innaka la ala khulqin adhim, hakika wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam uko katika tabia nzuri, tabia ya hali ya juu. Ndio tabia aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hayo vile vile ambayo unajifunza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyoeleza masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wakiwa wakimwelezea mtume sallallahu alaihi wasallam wasallam namna alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakisema: wakana kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha marra bisibyani yusallimuhum, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anapopita kwa watoto anawasalimia mtume sallallahu alaihi wasallam wasallam. Hakuwadharau, aliweza kuwasalimia anapopita kwa watoto anawasalimia mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaeleza moja katika masahaba mutimia wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni shu'abun yasar radiyallahu taala anhu, anasema ma kuntu amshi maa thabit ibn bunyan, kwamba nilikuwa mimi natembea thabit na thabiti ibn bunyan, kwamba nilikuwa na anasi na thabiti radiyallahu taala anhu, nilikuwa nikitembea naye idha marrat bisbiyani anapopita kwa watoto salam alaihim, anawasalimia watoto. Kisha thabiti akanambia hivyo hivyo, nilikuwa natembea na Anas ibni Maliki radhiyallahu taala anhu, hadatha akanihadithia Anasi vile vile kwamba yeye nasema nilikuwa natembea na Anasi vile vile, anawasalimia watoto. Kisha akanihadithia Anasi radhiyallahu taala anhu, akasema wa kuntu amshi maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na vile vile nilikuwa mimi nikitembea na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana idha marra bisbiyan sallama alayhim, alikuwa anapopita kwa watoto anawasalimia vile vile hiyo. Hii ni kuonyesha tabia nzuri aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, tabia ya tawadhi, ni tabia aliyejipamba nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuwaona kwamba watoto hawa hastahiki, akawapita kwa kimya au ataka wamsalimia wao, la. Alikuwa akiwasalimia mtume sallallahu alaihi alehi wasallam. Hii ni tabia ambayo inaondoa kibri na inaondoa dharau katika moyo wa yule ambaye atajipamba na sifa hii ya tawadhii. Ayuhannasu ibadallah, hii ni tabia ambayo alikuwa nayo mtume sallallahu alaihi alehi wasallam ambao tunasema kwamba tabia hii wamekosa wengi, hata katika wale ambao wakajinasibisha na maana haji salaf, wakawa tabia hii kwao hawana, wakawa na kibri, wakawa na dharau, wakawa wakiwatizama wenzao kwa jicho ambao si sawasawa, au mtu akajaliwa wasaa na Allah subhanahu wa taala akawadharau wale waliokuwa nao, ambao wakaishi nao, imma katika muamala wake wa biashara

Naendelea kukumbushana katika hichi ambacho amekizungumza mtume sallallahu alaihi alaihi wasallam, wama tawaadhau ahadu lillah illa rafaahu Allah, hatonyenyekea yeyote kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, illa rafaahu Allah, isipokuwa Allah subhanahu wataala humnyanyua mtu huyo huyo katika yale ambayo umeataja kwamba ni katika sifa ambazo, ambazo yatakikana ya mtu ajipambe nazo, nazo na katika mambo ambayo yatakikana au na katika sifa ya yule ambayo ni mutawadhi, mtu ambaye anakuwa na unyenyekevu al i'radhi anil jahilin, kwamba ni mtu kuweza kuwapuuza wale ambao ni wajinga ambao watakapomuudhi watakapomkera wataka na akawa amewapuuza pasina kuwafuatilia. Wakimtukana hawarudishii akiwasema vibaya hamwarudishii. Hii ni katika moja katika sifa ya yule ambao ni mutawadhi yae. Na hili analisema Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia waja wa Allah subhanahu wa taala ambao wamebeba sifa hii pale wanapokutana na watu wapuuzi na watu ambao hana maana wakazungumza, hawezi akagombana nao, mabarabarani, njiana, kokote kule, yeye anakuwa yuko tofauti

wa idha khatabahum ljahiluna, na wanaposemeshwa wanapoambiwa maneno na watu ambao ni majahil wahuwajibu qalu salama, huambia amani. Hao ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni sifa katika sifa ya kila ambao ni mutawadhia, yule ambao ni mnyenyekevu. Tabia hii lazima ajipamba na tabia hii, hata anapokutana na watu ambao wamekamzungumza vibaya, hawezi akasimama akaanza kujibizana nao hawezi akaanza kupishana nao kwa maneno ambayo yanaweza akamvunjia heshima yake, na akaonekana kwamba na yeye si chochote. Kwa hiyo kila mtawadhi yeye huwa anajiepusha na haya, na hii ndio sifa ambayo yatakikana kwa kila yule ambaye ni mwenye kunyenyekea kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Ayuhannas ibadallah, bali tabia hii vile vile ni tabia ambayo yatakikana mtu kuiga na kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni tabia ambazo alikuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali mtawadhi vile vile anakuwa na huruma, hawezi kuwafanyia vibaya hata katika wale ambao wanatumikisha au katika wale ambao ni wafanyakazi wake, anakuwa na huruma nao. Angalia maneno haya kama wanavyoeleza Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba nimefanya kazi, nimemtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam

wala hajaniambia mbona hujafanya, kama sijafanya au kanifanya nimefanya sivyo. Hakuniambia kwa nini umefanya hivyo. Ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam. Ayuhannasu, so ibadallah, so tabia hii ambayo, so nasema kwamba ni tabia Yabani, so ya watu wachache wa ambayo tunasema mfano wake <tipa>, tunasema.

na ambaye akaamini kwamba iko kwa siku atakutana na Allah subhanahu wa taala, ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tabia ya tawadhi, tabia ambayo alikuwa nayo. Siku moja akizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyoeleza Abu Huraira radhiyallahu taala anhu, akipokea maneno kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza kwamba jambo hili kwamba ikiwa mimi nikiitwa katika jambo lolote, nikaitwa kwa chakula au kwa jambo ambalo likaandaliwa, hata kama itakuwa ni mguu wa mbuzi au takuwa ni sehemu ya dhiraa, kwamba la jiptu, ni ungeweza kujibu. wala hudiitu ilaiya, na kama nitapewa mimi hadiya ya kurain au dhirain la kabiltu ningeweza kukubali. Kwa maana huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama angeitwa na mtu ambaye ni dhalili na mtu ambaye ni mnyonge, ni mtu ambaye ni wa kawaida, anasema la jibtu, ningeweza kujibu wito huo. Huyo ndiyo Mtume sallallahu alaihi alehi wasallam, hakuangalia nafasi, nafasi yake yeye, analingana kina nani? yeye anafanana na nani? Yeye yuko sawa na kina nani, aweze kwenda anapoitwa? Ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe ndugu zangu katika imani, jambo hili likosekana, madhara yake tunasema kwamba atakayekosa tabia hii atakuwa na kibri, na kibri ikataja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba la yadkhulu ljanna man kana fi kalbihi habat ha ha ha ha min khardal min kibri kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja kwamba hatoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, yule mwenye kuwa na hata punje ndogo ya kiburi katika moyo wake. Ameharamisha na nakassa maneno haya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mwenye kiburi hawezi kuingia katika pepo ya Allah kwa sababu ya kiburi, bali pepo hii imeandaliwa wale ambao hawafanyi kiburi wala hawafanyi dharau katika mgongo wa ardhi, tilka darul akhirah

unavoamliana nako unajizuia milango ya kwenda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhannas, ibadallah, mifano iko mingi ambayo tunaweza kuzungumza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyokuwa mnyenyekevu, namna alivyokuwa hanadharau mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe tufahamu kwamba maneno ya mtume sallallahu alaihi wasalama ya kuzingatia, ma tawadhau ahadu lillah